Jeshi la Israel limetoa onyo la dharura kwa watu mara moja kuondoka eneo la Teheran, ambao ni mji mkuu wa Iran. Katika kipindi cha saa zijazo, IDF itafanya operesheni katika eneo hilo kama ilivyofanya katika siku za hivi karibuni kote Teheran kushambulia miundombinu ya kijeshi ya utawala wa Iran. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Israel Avichai Andrae aliweka wazi e, ujumbe huo kwenye mtandao wa X, ameambatanisha ramani kwenye maeneo yaliyolengwa katika onyo hilo, akisema watu katika sehemu za wilaya ya tatu ya jiji hilo wanapaswa kuondoka. Uwepo wako katika eneo hilo utahatarisha maisha yako. Onyo hilo linaishia hapo. Milipuko imesikika magharibi mwa Teheran. Tumesikia kutoka kwa watu wa magharibi mwa Teheran kwamba wamesikia milipuko mikubwa. Video na picha zinazojitokeza kwenye mitandao ya kijamii ya Iran zinaonyesha moshi unaopanda katika milima ijayo na iliyojaa milima iliyo karibu iliyolengwa. Vyombo vya habari vya Teheran vimeripoti kuwa ulinzi wa anga wa mji huo umeanzishwa magharibi mwa Teheran, huku shirika la habari la Fars linaloshirikiana na IRGC likisema Iran na Israel vimelenga kambi ya kijeshi katika eneo hilo.